Na wataalamu wa afya ya akili Taita Taveta wameitaka serikali ya kaunti, ile ya kitaifa, pamoja na viongozi kutenga fedha za kusaidia kutoa hamasisho kuhusu afya ya akili ili kupunguza visa vya watu kujitoa uhai katika kaunti hiyo. Aidha, hali ngumu ya uchumi imetajwa kuchangia kuongezeka kwa visa vya watu kujitoa uhai. Hezron Kimari na taarifa hiyo kutoka Voi wa afya ya kiakili katika kaunti ya Taita Taveta wameweza kuelezea hofu yao kwa kile ambacho wanasema ni ukosefu wa ufahamu wa kutosha kwa jamii kuhusiana na masuala ya jinsi ambavyo wanaweza kujiepusha na kujitoa uhai, jambo ambalo limeweza kupelekea ongezeko la visa vya kujaribu kujitoa uhai kwa wanawake, lakini vile vile pia kujitoa uhai kwa wanaume. Na sasa nitakuwa nazungumza na Lawrence Mseria, pengine aweze kuelezea kwa kina kuhusiana na hali hii. Uh, kinachochangia kwa kiasi kikubwa ni hali ya maisha msongamano wa kimawazo, vile wanasema depression cases. Lakini cha muhimu zaidi ni tukumbuke kwamba uh, hata huko mbeleni ambako hakukuwa uh, na high cases ama visa vingi vya watu kujitoa uhai, kulikuwa na mfumo wa kuweza ku weka watu kwa katika hali nzuri yani, uh, social support system ambayo kwa sasa kwa mfumo wetu haiko. Halafu uh, wataalamu wa uh, mambo yanayohusiana na afya ya akili mental health uh, practitioners kama sisi ka counseling psychologists na wengineo hawapo katika miongoni mwa jamii zetu, ama hawajulikani kwamba huduma hizo zinazopatikana. Kwa hivyo interventions, hali ya kuweza kupunguza ile uh, ule, ule, ule impact ile hali kwamba kwa mfano, kwa umekumbwa na kisa, umepatwa kwa mfano na shida pale nyumbani, hauna support system wa watu wa kutegemea, hauna mtaalamu wa maswala ya afya ya akili kukimbilia, na hata pengine hujui utakimbilia wapi. Kwa hivyo watu wanazidi kuji kujiweka katika hali ya upweke, na unapojiweka katika hali ya upweke kitu kama depression ama maswala kama hayo yanazidi ndio maana unaona watu wanajitoa uhai vilevile. Kuna swala zima la kuwa na hope, kuwa na matumaini. Je, watu wetu wana matumaini katika maisha? Watu wamepungukiwa na matumaini, watu wamepungukiwa na ile hali ya kujithamini, kwa sababu mtu anapofika uh, kiwango cha kujitoa uhai, kwanza anajiona hana thamani. Pili, uh, wakati ule anapoanza uh, kufikiria mawazo kama yale ama anapotekeleza huwa akili yake si timamu. At that moment, huwa huyo mtu akili yake si timamu. Sasa zile interventions, mbinu um, za kuweza kuingilia kati kuhakikisha kwamba akili yake imebaki timamu kwa kiasi kikubwa, kwa kiasi cha, cha kujiona bado ina maana, ama kiasi cha kuona kwamba, uh, bado maisha yako kuna maana yeye kuendelea kuishi. Na nikuulize, so, pengine kwa utafiti wako kama ama katika hali yako ya pita pitapita, unaona ni kina nani ambao wanaonekana una wanaathirika zaidi katika? Je, wanaume ama wanawake? Uh, kwa kawaida katika utaalamu wetu na tunavyojua, wanawake huwa wengi sana. Idadi kubwa ya wanawake hujaribu kujitoa uhai. Lengo hasa huwa mara nyingi si kutaka kujitoa uhai hasa, ingawaja wakati ule huwa wametatizika kiakili, huwa wana raise alarm, wana piga kelele, wanataka msaada na mara nyingi ufaulu hivi kwamba utaona kwamba wengi wao, kwa sababu ya pengine, jinsi walivyoumbwa, njia zao za maingiliano uh, social support systems, uh, zao ziko rahisi. Sasa mara nyingine anajaribu vile ili apate mtu wa kukimbilia kwake, ili apate nafasi ya kujieleza na kutoa kilio chake. Wanaume tunasema men suppress. <laughs> na women express. So wanaume wana, wa, wana, wana suppress. Wengi wana vilio vya ndani uchungu wa ndani, na hivi kwamba hawana mahali pa kujieleza na vile tunavyowalelea hasa watoto wadogo, wanaume wanaelezewa kwamba kulia uh, kulia na kutoa kilio chako hadharani ama mbele ya watu si sawa. Kwa hivyo anajilelia na inazidi kumu, kumuuma inazidi kumharibu akili, halafu ana jaribu kujitoa uhai. Niniseme kwamba wanaume wanapo panga kujitoa uhai huwa wanahakisha kwamba hakuna reverse. Most of the time, anapanga kwa kwa muda mrefu na anahakisha kwamba atakapofikia hapo hakuna atakayemwokoa. Uh, while wanawake huwa anapanga hivi kwamba anaweza kuokolewa kwa sababu yeye anatoa kilio. Wanaume huwa wamemaliza hiyo. Kesi la mwisho tukimaliza kwa sababu ya muda, sasa nyinyi kama wataalamu, katika changamoto hizi zote na hali vile ilivyo hivi sasa, hali ya uchumi inaonekana sio nzuri, mambo ni mengi pengine kuna mpango fulani kwamba kuona jinsi ambavyo kutakuwa na hamasa pengine ama nini kinafanya pengine hamasa, si, hii isifanyike sana uh, sisi kama wataalamu wa ushauri na saha tunapenda sana kutoa hamasa Sensitization, ili wananchi wajue, watu wote umma ujue kwamba kuna huduma za kuweza kusaidia watu katika masuala mazima ya afya ya akili kama vile tunavyoshughulika afya ya kimwili, afya ya kiroho na kadhalika. Uh, changamoto imekuwa ni kwamba kuna gharama katika kutoa huduma kama hizo. Kwa mfano, mimi kama mtaalamu wa ushauri na saha ukiniita mahali pengine utagharamika kidogo. Vilevile uh, kuna changamoto ya kutojulikana kwamba huduma ya masuala ya afya ya akili ama ushauri na saha ziko na kwamba zinasaidia watu wengi sana, hawajui uh, hivi kwamba hata hawakimbilii uh, huduma kama hizo. Kwa hivyo sisi kama wataalamu wa afya ya akili na hata uh, wa, wale wa afya ya kimwili hospitalini na kadhalika tunajaribu kuingiza swala zima la mental health katika kila aspect. Na tunaomba sana uh, serikali kuu na hata serikali zetu gatuzi ziweze kuingiza maswala haya katika mwingiliano wao na jamii community outreach. Ndio kauli ya Lawrence Mseria sasa, akitoa wito kwa serikali kuu na serikali ya county na viongozi kuweza kushirikiana katika swala zima la kuimarisha ama kusaidia elimu ya afya ya kiakili kwa jamii nikiripotia KTN kutoka Voi, mimi ni Hezron Kimari. Na taarifa yake Hezron Kimari, na nipatie mimi nafasi ya kupata pumziko fupi. Tukirudi tutakuja kuingia kwenye majadiliano. Sende mbali, mtazamaji.